Nimefika hapa saa moja na nusu asubuhi. Mimi nimesaini kitabu cha watumishi saa moja na nusu. Lengo langu la kufika mahala hapa, nimekuja kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI ili tuweze kutoa maelekezo nchi nzima, watumishi wote ambao wako chini ya ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI wazingatie kanuni za kudumu za watumishi wa umma za mwaka elfu mbili na tisa ambazo zinatutaka watumishi wote kuripoti eneo la kazi saa moja na nusu na kuanza kazi mara moja na kudumu kazini mpaka saa tisa na nusu. Wakati nimefika hapa nimesaini kitabu, nikawa mtu wa kumi na sita kusaini kwenye shule ambayo ina walimu karibia hamsini na tano. Ninatoa maelekezo nchi nzima kwa niaba ya waziri wa tamisemi profesa shemdoe watumishi waliopo chini ya wizara yetu wizara ya tamisemi wakazingatie kufika kazini saa moja na nusu kufanya shughuli zao mpaka saa tisa na nusu alasiri lengo tunataka watanzania wahudumiwe tunataka watanzania wasikilizwe na hili ndio lengo la mheshimiwa rais daktari samia suluhu Hassan na ndiyo hasa maelekezo yake wizara yetu ikapeleke tabasamu Hatuwezi kufikia lengo hilo la kuwapelekea tabasamu wa Tanzania kama hatukuwahi maeneo yetu ya kazi na kama hatukudumu kufanya kazi kwa muda wote uliopanga. Maelekezo haya yakawafikie watumishi wote. Naomba sana wakuu wetu wa mikoa na wakuu wetu wa wilaya wakayasimamie haya. Lakini pia kipindi hiki tupo kwenye kuwapokea na kuwasajili watoto wetu kwa ngazi za shule za awali, ngazi ya shule za msingi. Nitumie nafasi hii. Niwaombe sana. Niwasihi sana niwashawishi sana na niwahamasishe wazazi wote Tanzania nzima wapeleke watoto wakasajiliwe kwa ajili ya shule za awali na kwa ajili ya shule za msingi ili tuweze kuwapokea mnamo mwezi Januari. Sisi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI chini ya Mheshimiwa waziri Profesa Shemdoe tumejipanga vyema kuwapokea. Tumeweka miundombinu vizuri na kila kitu kiko sawa. Tunasubiri kuwapokea wanafunzi hao. Nendeni mkawasajili ili watoto wetu waje kuendelea kupata elimu. Kwa majina, ninaitwa mwalimu Jeska Mwarabu, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Kisasa. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana naibu waziri wa TAMISEMI ambaye ameona ni vyema kuitembelea shule ya msingi Kisasa asubuhi hii ya leo. A, amekuja hapa, amesisitiza mambo machache. Moja ya mambo ambayo kiongozi wetu amesisitiza ni swala zima la kuwahi na kudumu kazini. Sisi kama watumishi wa umma, naomba nilifikishe hili viongozi wenzangu, walimu wakuu wenzangu wote, na kwa walimu wenzangu wote Tanzania nzima, kiongozi amesisitiza sana swala la kuwahi na kudumu kazini, kwamba tufuate sheria, taratibu na miongozo ya kazi inavyotuelekeza. Muda wa kufika kazini, basi tuwepo kazini ili tuweze kufanya majukumu yetu kwa kuwahudumia wananchi vile ambavyo serikali imetuamini lakini muda wa kutoka kazini uzingatiwe. Muda wa kutoka kazini ni saa tisa na nusu. Tuendelee kudumu katika maeneo yetu ya kazi. Kiongozi pia amesisitiza sana swala la uwajibikaji. Kwa hivyo, ninaomba nitoe wito kwa walimu wenzangu wote Tanzania nzima, kwa sababu shule hii imechaguliwa tu kama mfano, lakini inawakilisha shule nyingi zilizopo nchini Tanzania, kwamba tuwajibike ili tuweze kufikia malengo ambayo serikali yetu inatamani tufikie. Viongozi wenzangu, tusimamie katika maeneo yetu ya kazi, sisi tukiwa kama mfano. Sisi kama viongozi basi, tuwasimamie wenzetu ili waweze kutimiza majukumu yao na hatimaye serikali iweze kufikia malengo yake.